Subira huleta heri na kilicho na mwanzo huwa na mwisho. London inashika pumzi, Chelsea na kutana na Arsenali katika nusu fainali yenye presha kubwa, historia na ndoto za fainali zikiwa mezani. Mashabiki wanafurika uwanjani wakisubiri mapambano ya vigogo wa soka. Nataka kuambia jamaa wa Arsenali mtapigwa 3-2 ama mtaandikwe hata bao mingi, najua tuko na Jo Pedro hapo apo bado tukona kukurela mwezi pita kwenda mahali hata magalez, kuna kitu hapo. Mtapigwa bao mingi sana. Pesela Mwangi, mimi na support Chelsea. Yeah, as long as Arsenal is not be bearing the cup I'm good. Chelsea Chelsea don latest predictions, vile wamekoa kicheza tatu sio mbaya. Tata, mchezo unaenda kwa kasi na mapambano makali, kila nafasi inahesabika. Presha iko juu na uwanja unachamuka kwa hisia. Filimbi ya mwisho inalia, upande mmoja unashangilia, upande mwingine unanyamaza, lakini London ilishuhudia usiku wa soka safi. Firimbi inapigwa huku London ikisimama, uwanja unakaa kimya huku wengine ukisherekea. Nikiripotia runinga ya Tas, jina langu ni David Monene.